Mambo mpopoa, karibuni kwenye, hapa ndo jikoni wanasemaga behind the scene. Watu wakiona huko uh, wanapata huduma nzuri huko nyuma ya pazia, ndio haya huwa yanaendelea, si ndio? kwa hiyo mm -hmm. Karibuni sana Wadada Center. Wangapi ambao wameshahudhuria training zetu? Wawili wenyewe, wengine bado ni wageni. Karibuni sana Wadada Center, mnajisikiaje kutujoin? Asana. Sasa mi nilikuwa nimejiandaa kuja kuwa, kuwa kukosa, ni kwa kuanza kuwafundisha lakini kidogo, kwanza nimeshangazwa na mlivyo na parents zenu. Leo asubuhi ratiba yenu ya leo ilikuwaje? Tumeamka sanga... sa... saa kumi na mbili kwa sababu hapakuwa na umeme mm, tumeamka saa, mm. saa kumi wakati mmetupasa kwa mnampa sanga saa kumi apasipokuwa mm. na umeme yafanyike? Yaani, tulishindwa kwa sababu, hata una deki utaonaje? uchafu utaonaje? unapo pafanyia usafi huwezi kupaona. unafuta meza unaionaje? Nani akatushauri kwamba tusogeze kidogo papambazuke ili tuweze kuona. Ratiba yetu ya leo imekuwa kama ratiba za kila siku, mimi nisifanya usafi ndani huko juu mpaka huko chini yani, wengine wakafagia nje, wengine wakafagia vyo vya nje huko, wengine wakafagia vyo vya ndani. Usafi tumemaliza sa kabisa saizi mm, tuko na msubiri tu chef, basi tulikuwepo mm. mm. tu Tunajua tunatakiwa kuoga saa sita tumemaliza so, yale majukumu ya kupika chai kila kitu, tuoge tuvae nyeupe. Saa sita. Ndio hiyo ratiba ya saa sita tunatakiwa tuoge mara mbili. Okay. Mara ya kwanza ni saa ngapi kuoga? Ile muda tunaamka saa kumi na nusu tuna tunaoga. Uh, tukishaoga ndo majukumu ya kazi yanaendelea. Umesikia? Uh, yaani hiyo ndio ratiba yetu. Huingii kwenye majukumu bila kuhakikisha kwamba wewe ni msafi. Sasa wewe, Teddy, kwa sababu unajua jukumu la kwanza ni kuoga, uwe msafi. Kwa hiyo leo hamjaswaki wala hamjaoga. Sindio maana yake? Tumeswaki tu, lakini kuoga hatujaoga. Eh hey, lakini mmekaa uchafu mpaka saa hivi ananiambia tukuoga saa sita. Hivi kweli mtu umeamka unafanya kazi. Si ukipitia hivi na anakimbia nyuma yake. Huo ni uchafu wa namna gani lakini tunao tunaoonyesha tuna, tuna, hapa. Kwa hiyo muda wa kuoga ni kabla hujaanza kazi. Yaani kama mngekuwa mmekubaliana na kwamba kwa mfano kwa sababu umeme hamna, tutachelewa kuanza kazi. Lakini huo muda ambao mnasubiria umeme urudi, hata kuoga pia huwezi kuoga. Eti, hata kuoga pia ingeshindikana kwa sababu umeme hamna. Kwa Hapana. Hmm. Yeah, yeah, kwa sababu gani sasa mjaweza kufanya hivyo? Kwa sababu hivi mmekaa mpo tu mpo rafu, yani hivi ndivyo kwa hivi nguo za kazi. Alafu sasa hivi ni saa ngapi muda wa training huu? Ni saa ni saa tatu na dakika ishirini na sita. Tunapaswa tuwe tumeshaanza darasa muda mrefu. Kwa mimi sasa hivi nasitisha darasa naacha kufuata taratibu, naacha kupata mwongozo, naacha kufuata uh, taratibu zetu za kuanza kuwafundisha na kuendelea na ratiba nyingine kwa sababu tu nyie mpo huko bado mmesimama, sijui ya mjao basi mnafanya nini? Mnaona hiyo ni sawa? Hapana, sasa mabosi wenu kwa waajiri wenu mnaanza kuchelewa chelewa, mnachelewa kuamka, mnachelewa kwanza kufanya majukumu haya. Basi mbona umechelewa kuamka? Lazima siku hiyo spidi iongezeke ya kazi. Haya siku hiyo kwa bosi wako umeme hamna. Kwa hiyo utakaa bila kuoga siku nzima kwa sababu umeme hamna. Ungeniambia maji hakuna ya, ya kuoga angalau unaweza kusema maji hamna, kwa hiyo tunafikiri tufanye utaratibu wa kupata maji, lakini hapa kwetu maji yako muda wote kwa hiyo hata huo muda ambao unasubiri wewe umeme urudi ndio muda ambao ungetumia kuoga, angalau unakuwa msafi, muda huo unaendelea na majukumu. Na mimi nikimaliza hapo, kama bozetu kidogo kuna namna ya kujieka sawa, naendelea na ratiba nyingine za kuingia darasani, unaelewana? Ndio hapa kituoni mtashindwa kufanya kufuata uta, utaratibu, tuna ratiba ambayo hapa tu hamuifuati, alafu mkienda wao mnalalamika, basi t unasikia yaani, kwamba uwa, unatakiwa uhakikishi, uhakikishe unafuata utaratibu, unafuata ratiba, kwa sababu bila kufata ratiba mambo hayawezi kwenda. Ndio hii aaachea mawalish wa saa kumi. Kwa hiyo kwa hiyo kwa sababu ume mekuwepo asubuhi, ndo maana watu wanatakiwa wale jioni. Utaanza kwa, hmm. kueleweka kwamba elu? Sio kweli. Ukishaona umechelewa kuanza ratiba zako, lazima uongeze spidi ya kufanya kazi, na lazima uangalie vitu gani vya muhimu vya kwanza navyo, lakini swala la usafi ni la muhimu kuliko vitu ambavyo mnafikiria, kwa sababu huwezi kuwa mchafu unafanya usafi. Hapana, hiyo haijakaa sawa. Ufuata ratiba ratiba tafadhali. saauekfia hapa ha. Ningetegemea niwaone mmeingia kwenye uniform zenu nzuri za ku, za kukaa nazo siku nzima. Hizi ni uniform za kazi, sio uniform za kukaa nazo mpaka saa hizi saa 4. Tunatambua utaratibu jamani. Ndio. Wewe tuhakikishe tunafuata utaratibu. Nyewe, wageni mnaweza kuona kama tuko strict, yani tuko serious na hii kazi. Mmekuja hapa kuna mishahara mikubwa. Ni lazima mkubali kufuata taratibu na kufanya kazi zenu kwa bidii kwa sababu mnahitaji kulipwa vizuri. Hawezi tu kalipwa hela kubwa alafu kazi unazofanya ni za kawaida. Unaelewana? Eh? Ndio. Eh, kwa hiyo ninaomba sana. Yaani leo iwe mwisho. Habari za mnachelewa kuamka asubuhi, mnaamka amjaoga mnaenda tu kuanza na, na majukumu mengine. Mara mmesimama sana eh, kwa sababu niliona pale mmesimama. Acha ningekuwa labda mkuoga asubuhi, sasa hivi ndio muda wa kuoga. Ila si yakuja kwenye kuoga nimekuja, mmesimama pale, mimi ndo nawaita. Kwa hiyo tafadhali, tafadhali. Wengine wako wapi? Kwa mfano hapa naona kuna wengine ambao si waone. Eh, wewe utaratibu wapi? Eti wameenda dukani sasa hivi. Hamna utaratibu wa kwenda dukani muda saa 3 saa 4. Yaani hiyo ndio kwenda nje ya utaratibu nje ya ratiba. Utaratibu wa kwenda sokoni kwenda dukani unajulikana. Tuhakikishe tunafuata taratibu jamani, sawa? Unaelewana, yaani tuhakikishe tunafuata utaratibu, yaani ratiba iliyowekwa ifuatwe. Swala so, la usafi tunalisisitiza sana sana sana. Tuhakikishe tunafuata hizo taratibu zetu. Niye ndio wenyeji mnashindwa kufuata taratibu, hao wageni watafanyaje? Eti tena wageni watafanya nini? Okay. Eh, hey, basi naomba mimi Mwakweli, si kwa kweli sin ache, jana mlijifunza nini kwanza kwenye training? Tulijifunza kuhusu malezi ya watoto. Mhm. Mm kuhusu kwenda kuishi na mabosi vizuri mm -hmm. Mhm. Mm tulijifunza, yani mazingira ya pale utakayoyakuta, labda ukaambiwa usilete mtu nyumbani kwa bosi, usilete paka labda kituo kikuruhusu, au kituo kiwasiliane na wewe, ndipo utaruhusu. Utaruhusu nini? Yani kituo kikiwasiliana, labda wakishakuruhusu wewe, labda kama itatokea umeleta mtu, na mtu anataka kuja, maana tulitolewa mfano yaani kwa mwajiri wako. Haya, yani mafundisho yamefundishwa na nani? Kwa sababu haya mafundisho hayapo kwetu sisi. Wewe pale umeenda ni kazini. Huyo mtu unataka kumpeleka kwa mwajiri wako ni nani? Tulitolewa tu mfano kwamba, tulitolewa mfano, tuliambiwa kuna dada alienda akawa amemleta mtu kule baada ya bosi wake kusafiri. Ndio tukatolewa mfano tusije tukajaribu tuka kufanya kitu tuka kama hicho kama alichofanya mwenzetu. Maana yake sasa inamaanisha huruhusiwi hata siku moja kumleta mtu ambaye ni yeyote, si rafiki yako si ndugu yako si nani yako, haruhusiwi kwenda kwa mwajiri wako, pale ni kazini kwako. Unaweza kuwa wewe peke yako ndio ufanye kazi, baada ya mwaka unaondoka unaenda kukutana na ndugu zako na jamaa na marafiki. Ndio maana tuna siku mbili za ofu. Kwa nini kwa mwezi mm ambazo hizo ndo unaita kwenda kumuona, una ndugu yako jirani na hapo, una rafiki yako na nani. Unaruhusiwa kwenda kwenye hizo siku zako mbili za, za, za off, lakini pale kwa mwajiri wako sio tu mtu kufika yani, hata kutoa namba ya mwajiri wako kwa ndugu yako yoyote, si kwa nani yake yoyote, ni msingi sasa kwa mwajiri wako, mnaelewa na nini hili. Kwa mwajiri ni sehemu ambayo unakuta wewe uende kufanya kazi, yani ambaye anapeleka ndugu zake kwa kazini hamna, sivyo? hata kwenye kazi za ndani ambazo unaishi kwenye nyumba ya mtu wewe tukasema unafunguka na mtoto wako yako, ndio maana sisi hata mtu mwenye mtoto wake tu alisema ndio kwenda kajini na sisi tunamwambia tuweze kufanya hiyo kazi, ni kwa sababu ya taratibu ambazo tumefanyaje tumeuweka. Kwa hiyo ni lazima muwe mnajua namna ya kusikiliza vizuri vitu mnavyofundishwa na kujua namna ambavyo mnavipractice kwenye kwenye majukumu yenu, namna ya kuyatendea kazi, namna ya kuyaishi yale ambayo mnajifunza kwa so, uh-huh, mwajiri wako sio sehemu ya kumpeleka mtu kabisa, hata kama awe ni nani yako aruhusiwe na kwa mwajiri wako umejifunza jinsi ya kuwasiliana na watoto tunaokuta kwa mabosi? Ndo hmm. tulifundishwa jinsi lazima ni ni ndimtengenezee mazingira ya urafiki hmm. E, ni mtengeneze kuwa karibu na mimi, anichukulie kama familia hmm. nisimtengenezee mazingira ya kuniogopa hmm. E, nimpe chakula kwa wakati, tuliambiwa ndio e, kuna changamoto yote, labda mtoto anapata changamoto lazima nimwambie mama yake, e, kwanza nisijichukulie maamuzi. Kwa mfano, labda mtoto anakataa kula chakula, labda kama kuna chakula mimi nafahamu kitaweza kikamsaidia, anaweza nikashauri, ila tu sio nitoke huko jikoni niweze kujipikilisha kumlisha chakula, na mshauri bosi kwamba naona, labda tujaribu kitu fulani, labda anaweza kufanya jakaweza kula namwambia kwanza mama yake. Kwa hiyo mama yake kama akiridhia ndo nafanya sasa, okay. Mm. Mmemsikia vizuri? kwa hiyo kitu chochote ambacho unafanya kwa mwajiri wako lazima unafanya kulingana na maelekezo ya mwajiri hasa hasa kwa watoto wake namna nzuri ya kuishi na watoto ameielezea kuonekana na watoto ni mkali sana watoto wanakuogopa lazima utengeneze mazingira ya urafiki hata changamoto yoyote kuna kitu anataka kusema aweze kusema kwa urahisi tunaelewana sasa naomba mkafate taratibu sasa hivi mnavyotoka hapa mkaoge muwe safi mvae vizuri hicho kipindi ambacho ni cha kufundishana tutaendelea baadaye lakini jamani leo iwe mwisho Yaani habari ya, ya mnaamka mnaanza kufuata taratibu zetu za kunijia mnazozijua, leo ife yaani iwe mwisho. Na sio hapa tu, hapa na kwenye kazi zenu. Unapopata ratiba unapopatiwa ratiba na mwajiri wako hakikisha unaifuata. Yaani haya mnatuonyesha hapa ni kwamba, sasa kama mwezi kufuata ratiba hapa kituoni ambako ndo tunazi tunaziweka tuna, tunataka mziishi tunawatengeneza je huko ambako mzienda kuzikuta. Kwa hiyo tafadhali, tafadhali leo no, iwe mwisho mwisho kabisa. Yaani mkiamka pata taratibu zetu, mnaoga mnaingia kwenye majukumu, mkimaliza mnajiweka tena sawa mnaingia kwenye uniform zenu nzuri za kushindia na pamoja na kuingia kwenye madarasa. Baada ya hapo, jioni mnaoga tena, tunaelewana. Yani huo ndio utaratibu na ndio ambayo tunataka mwendelea kuyaishi kila siku. Kwa hiyo naomba mwende sasa mkaoge na muendelee na ratiba zingine, lakini tutarudi darasani ili sasa kuendelea kufundishana vitu vingine vya muhimu. Sawa? Mtama sasa ni kujirekebisha. Sawa?